Jengo hili hapa tuna maeneo tofauti. Kuna sehemu ambapo wakinamama wanafika, wanasubishia kabla hawajafungua. Kuna maeneo ambayo tunalaza wakinamama walioweza kujifungua kawaida. Kuna eneo ambalo tunalaza wakinamama ambao wamefanyiwa operation. Kama mzazi kamaike shida na operation. Na vile vile katika sehemu hii hapa tuna eneo ambapo tunalaza watoto ambao wana changamoto yote ya kiafya tukamwasaidia. Na vile vile humu humu tuna sehemu ambapo tunafanya upasuaji kwa mama ambaye mishipa k nakaribisha sana, tutapita maeneo haya hapa ambao ni aahkawanawnal ulendani kule nosieta, hakuna mgonjwa saizi, alifanya usiku operesheni. Na kembeni kule ni eneo ambalo bado tunaiboresha

wodi ya kijamii waliopata shida hizi za mifupa, ila tuitumia tuliamua tuitumia kama wodi ya watoto kwa sababu bado haijakamilika, wodi ya watoto ile pale bado inaendelea, ili ukaribishe uweze kuwasalimia sehemu mbalimbali ambao pengine kuna mmoja au mwingine tumeenda kutumika kwenye maeneo ya kupata kazi Ileje na nje ya Ileje. Kwa hiyo tumeona kipindi cha mwisho wa mwaka kurudi nyumbani mjini, lakini si si tu kurudi nyumbani, ila ni kwa kwa ajili ya kusema kwamba, wala tukasalimie wende mmoja na kwamba wapo nyumbani wengine ambao tumewasalimia, tunaona kije tufike hospitalini pia tuangalie wengine ambao wapo hospitalini k hii si mara ya kwanza, basi kwa hata mwakani mkiona mkiona sura kama hizi mzije mtata mkawa mnafadhaika fadhaika, si mwenzenu mbo tuo mnaeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo koleni sana, ndugu zangu. Mungu Mwenyezi azidi kutupa nguvu na kutuimarisha, kwa sababu pasipo yeye pengine siyo kitu. Kwa hiyo tuseme tu tunaweza tuzawadi kidogo ambacho pengine tusaidie

kikafika na kusaidia pale ambapo ambao tutawahitaji. Mpato mpakewake mkaegemea maeneo tu, labda idara ya elimu muendelee kusambaa kwa sababu, kotepote, kwa sababu lengo ni kusaidia kikundi. Niwashukuru sana.

Mapokezi mazuri tangia asubuhi. Tumefika hapa saa moja kamili, tumepokelewa na kaimu mkurugenzi wa wilaya ya Ileje. Tunakushukuru sana sana sana, Mungu akubariki na watumishi wako wote. Tunakupongeza kwa kazi nzuri. Pia tuendelee kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu hasani kwa kuendelea kudumisha amani, mshikamano, tunashukuru sana sana sana. Kikundi hiki cha umoja wa Ileje Kukaya wanaona hapana sisi, ili tuendelee kuitangaza Ileje, pia tuizawadie ofisi ya mkurugenzi tisheti tatu na kofia tatu zenye thamani ya shilingi themanini na saba. Tunashukuru sana. Tunaomba mkurugenzi wetu ambaye ni kama mkurugenzi, uipokee hii zawadi kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa Ileje. Moja atavaa mkurugenzi wetu wa Ileje, na nyingine atavaa kae mkurugenzi wetu wa Ileje, na nyingine ataona inapofaa Afanyeje yeye, tunakuachie wewe. Tunaomba tisheti, tisheti zetu zimeandikwa s Ileje, tisheti nzuri kabisa Ileje. Karibuni sana lee Ileje, kuna mambo mazuri. Ndugu wa Tanzania wote karibuni sana kwenye jimbo la Mheshimiwa naibu waziri Msongwe Kaseke nyambaye ni waziri, naibu waziri wa ujenzi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, katuheshimisha, katukumbuka Ileje. Mheshimiwa Rais, shikamoo mama. Tunakushukuru sana sana sana, asante kaimu mkurugenzi wetu, tunakushukuru sana nimkabidhi hii. Nasikia mkurugenzi wetu anaipenda sana tena timu ambayo kama itampendeza, basi akachukue hii kati ya hizo zingine. Kwa jina naitwa Jinesonngabo, ni mzaliwa wa Ileje. Nimekulia Ileje na huku ndio nyumbani ka tunakurukuletu la WhatsApp ambalo tulikubaliana kwamba mwisho wa mwaka huu, angalau angalau tukashiriki nyumbani, ndio maana mnaona tunakaa hapa leo tunajadili changamoto na fursa zilizopo Ileje, ambazo tulikutana na mkurugenzi wetu ambaye ameweza kutueleza kwamba fursa zilizopo Ileje ni nyingi, na kwanza, ukizingatia tuko mpakani na nchi tatu nchi mbili, tunapakana na Malawi lakini pia tunapakana na Zambia. Kwa hiyo hiyo tu kwanza ni fursa ya kwanza. Ya pili, kuna maeneo ambayo tayari wametuambia wamepima, kuna viwanja ambavyo vimepima kwa ajili ya viwanja vya biashara na makazi ambao tunaanzia utunduma fuja huko pale Mpemba. Ni fursa kubwa sana kwa wenzetu ambao wanaweza wamefika au kupata nafasi hii. Naomba niwajulishe kwamba Ileje kuna fursa nyingi, lakini pia kama kikundi tumekubaliana, tutazibainisha, lakini pia tutaziweka kwenye mtandao ili tuweze kukaribisha wageni wengi waje Ileje, lakini pia tumekubaliana hapa kwamba E, lazima tukumbuke nyumbani kama wewe umetoka Ileje, basi jenga na Ileje u, ili tuweze kumbuka kama wenzetu ambao wanafanya e, mwisho wa siku huko tunapokuwa tunafanya kazi maeneo yote hayo, mwisho wa siku Mungu akikuchukua lazima ukurudishe nyumbani. Sasa changamoto inakuwa pale unaporudishwa nyumbani unakuta ulivyo kule na nitovoti na nyumbani. Kwa hiyo tumekubaliana kimsingi kwamba kila mmoja arudi nyumbani. Kwa hiyo tutaanza sasa kushughulikia nyumbani na fursa ziko nyingi. Kwa hiyo ninawashukuru sana na nyinyi ambao mmekuja hapa na mmesikia. Niwakaribisha wanaileje na watu wengine ambao wajua kabisa kwamba Ileje kuna fursa, kuna fursa za kilimo. Hapa tunaambiwa kuna kilimo ambacho kinalimwa huko cha iliki, kilo moja, kilo moja ya iliki. Lakini unalima, unaweka mbolea, unasubiri kuvuna, ni elfu thelathini na mbili. Kwa hiyo ni fursa ambazo zipo, kuna paleto ambazo pia tumeambiwa, ukienda nchi nzima hii iliki inalimwa Ileje tu tunawakaribisha wa, wawekezaji wa, wa, wa, wa, ili waweze kulima wale wakulima, kwa sababu ni zao ambalo kwanza linapendwa, alafu ni adimu. Kilo ni elfu thelathini na mbili. Haijawahi kutokea, hakuna zao lolote ambalo utalima ukapata bei hiyo. Kwa hiyo niwakaribishe sana wale wakulima, wapate fursa maeneo mbalimbali. Kuna Ulambya na Undali, ili kinalima Undali, waende kule. Sasa hivi barabara inachimbwa, tumesikia tumesikia, na makatapila wak wako kazini. Mama anafungua ili kwa anaenda kufungua mpaka mpaka, mpaka Kiela. Kwa hiyo utakuwa ukitoka Kiela unabeba korosho unabeba kokoa ee. na upande wa kule mwanzoni kule kule chini kule tunakopakana na Kiela pia wanalima kokoa. Kwa hiyo tuna kokoa, kokoa inalimwa Ileje. Tunalima iliki ambayo ni adimu kila sehemu, tunalima papaleto pia. Kwa hiyo niwakaribisha wa, wale wa, wa, wa, wenzangu wa ambao wanapenda mambo ya kulima, kwa sababu na mimi ni mkulima. Wakati mwingine pamoja na kazi hii ninayofanya, inafika wakati nikipata nafasi naenda kulima. Ndugu zangu nawashukuruni sana. Uh, tupo, tupo ndani ya Ileje, tumekuja kwenye jambo moja tu, kujadili masuala ya maendeleo ya wilaya yetu ya Ileje. Na kitu ambacho kimenifurahisha ni mada ambazo zilikuwa zinazungumzwa hapo kuhusu Ileje, ila kwa kweli ni mshukuru kaimu mkurugenzi wa wilaya Ileje. Kuna vitu ambavyo sisi ni wazaliwa wa Ileje lakini tulikuwa hatuvijui, tumekuja kuvijulia hapa. Kwa mfano, maswala ya utalii, kuna sehemu mtu unaweza ukaenda ukapata utalii maswala. Kuna mazao yanalimwa Ileje, sehemu zingine halimwi kwao, ndio hivyo. Ila jambo kubwa ambayo tumejadili ni kuhusiana na maendeleo ya Ileje. Ila wakati nakuja ili jambo niliona kama ni jepesa, lakini ni kubwa sana, na tumesha discussi, tumesha jaribu tumesha tengeneza jinsi ya kuweka mambo sawa ndani ya Ileje yeah. Sasa baada ya viongozi kuibulia hizo fursa sasa za utalii pamoja na uwekezaji ama kiuchumi kwa ujumla, niseme ni hatua gani wewe binafsi kama mwanakikundi unaitazamia una, una kwa ajili ya kuchukua na ku, kuzikimbilia hizo fursa? Mi niseme kwamba tayari wameshanionyesha njia ya mafanikio kwa upande wangu mimi kwa sababu nikuwa sijui fursa ambazo zilizopo hivi, kuanzia saa hizi nitaenda kujipanga, nitapanga majeshi yangu nije kuwekeza Ileje. Pia kuna watu kama mko tayari kuwekeza, tutafute sisi wenyeji wa Ileje, tuweze kuwaonyesha fursa ambazo zilizopo ndani ya Ileje, uweze kuja kujiwekeza hapo kimaisha, sawa sawa kwenye sekta ya utalii yeah. Ileje ukiachana na, na, na kwamba ina kilimo e, sekta ya utalii kuna vivutio vingi kama ambavyo tumetarajiwa. Labda sasa kwa mwingine unakuta anatoka tena Ileje anaenda kwa ajili ya kutalii sehemu nyingine, hebu mtu kama huyu, una ujumbe gani? Ujumbe tu ni kwamba anakaribishwa ndani ya Ileje kuja kufanya utalii na kuja kutembelea vituo hivyo, vituo vya, vya utalii ndani ya Ileje. Akifika huko atawakuta wenyeji wataweza kumwelekeza vilipo mboo. Tukianza na Mboro, kuna daraja la Mungu amboo linasemwasema, ambao liko ndani katikati ya mpakani mwa Rungwe na, na Ileje, alafu kuna vivutio vingine viko maporomoko ya maji Ndugu watazamaji ambao mnanitazama hapa, mi kwa majina naitwa Rafael Kayuna Mbosi, kujitambulisha mara ya kwanza, niko ndani ya Ileje ama mzali mnaona yako Ileje. Kuna wengine ambao mpaka saa hizi hajuagi Ileje iko wapi. Ileje iko mkoa wa Songwe na iko mpakani mwa Malawi na Tanzania, pia inakaribiana na Zambia. Pia ni sehemu nzuri ambao unaweza ukawekeza kwa kilimo, ukaje ukawekeza kwa mifugo hata biashara pia unaweza ukawekeza kwa sababu mazingira, barabara, kila kitu miundombinu imekaa vizuri sana, huduma zote zinapatikana hapana. Mimi sio kwamba labda ni mzee wa kuvizia kitu fulani alafu ndo nafanya mm. mimi kwa mfano michezo, mimi nafanyaga kwa sababu, mimi ni kijana, napenda vijana wachangamke, vijana waweke bidii yao sawa. Mi nafanyaga michezo ili kutafuta pia vipaji vya vijana, kwa sababu tunavyojua michezo ni ajira pia kwa vijana. Huo ndo lengo langu anafanya. Lakini kwa msimu huu najipanga, sio kwamba eti ndo nimekata tamaa nini, hapana. Niko naandaa jambo kubwa litakuja suni. Niite Kayuni Cup. Siwezi kuangusha toke elfu mbili na kumi na nane mimi sijaipumzika. Kwa kazi bado itaendelea suni.